Nami nataka niwaahidi viongozi wa jumuiya hapa leo, tulivyokusudia mimi na wenzangu, na mimi nitakuwa kiongozi kwenye hili: mwanafunzi ambaye tahifadhi juzuu thelathini, mwanafunzi ambaye tahifadhi juzuu ishirini, mwanafunzi ambaye tahifadhi juzuu kumi, na nyinginezo kwa mujibu wa utaratibu, kila mmoja na nafasi yake. Tutaweka mashindano ndani ya jimbo letu kwa kuanzia, na baadaye, nataka vijana hao ambao wanatoka hili jimbo la Kiwani washindane hata kwenye mashindano makubwa mengine, tutawagharamia. Lakini kwanza tutaanza ndani ya jimbo kwa utaratibu ambao walimu watatushauri, na mashehe wetu watatushauri. Lakini tumekusudia kuweka zawadi ambayo kila mzazi akiona mtoto wa mwenzake amepata, naamini huyo mzazi ataacha shughuli nyingi sana atashughulikia kuhifadhisha Qur'an. Hatutaweka fedha ndogo, tumekusudia kumfanya kijana anayehifadhi juzuu thelathini kumi ama ishirini basi ajisikie kwamba qurani thamani yake ni kubwa sana na huo ndo ukweli ulivyo, na hili tutalifanya ndani ya kipindi kifupi kijacho, biidhni llahil karimu, na niliongeza hapa nikasema kila mwezi wa Ramadhani. Hili ni jambo ambalo tumelizoea, lakini hata walimu wa madrasa wakiniambia mara mbili kwa mwaka, sisi tutakuwa tayari. Nadhani nitakuwa nimeeleweka. Lakini tukasema ili mwanafunzi ahifadhi Qurani kuna mambo matatu yana, yana, yanahusika: la kwanza mazingira ya madrasa wenyewe, la pili mwalimu ubora wa walimu mwenyewe, lakini ya la tatu ni ushirikiano na wazazi. Tuko pamoja hapa walimu, huyu mwanafunzi ambaye amehifadhi juzuu thelathini ama ishirini ama kumi, kuna mchango mkubwa wa walimu husika. Hawa walimu nao si kwamba tutampa mwanafunzi zawadi peke yake na hawa walimu waliohusika tutashughulika nao. Lakini mazingira ya madrasa wenyewe, tumekusudia kuzisimamia na kuzirekebisha madrasa zetu zote, na nimesikia hapa katibu amesema at least basi kila mwaka tutengeneze madrasa, nadhani tano, kama nimesikia vizuri tano. Nadhani sisi tutakwenda mbali zaidi. Nadhani tutakwenda mbali zaidi. Madrasa hizi 83 sidhani kama tunaweza tukamaliza miaka miwili, hatujazimaliza bi idhinillahil Karim. Sidhani hata kidogo. Kwa sababu tumeweka nguvu hapa na tunaamini wengine watauliza, pesa zote mtazipata wapi? Sisi tawakaltu ala Allah. Tunamtegemea Mwenyezi Mungu kwa sababu hili jambo tunalolifanya ni jambo la kheri na Mwenyezi Mungu atalitia baraka.